Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi akizungumza na waandishi wa habari waliopo huko nchini Morocco, akizungumzia mchezo wao unaotarajiwa kuchezwa mapema tarehe nne mwezi wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita na kuwahakikishia waandishi hao wa habari kwamba timu imejiandaa vizuri kabisa na wana imani kubwa kwamba watafanya vizuri na kuifanya Tanzania kuandika rekodi nyingine tena kwa mara nyingine kuingia hatua ya robo fainali. Mbali na kwenye makaratasi kuonyesha kwamba Morocco wapo juu na wana historia kubwa, na wakiwa na wachezaji wakubwa wenye ubunifu mkubwa, lakini hilo Miguel Gamondi amedai kwamba si tatizo kabisa kwa vijana wa Taifa Stars, kwani na wao wanataka kujiuza kupitia mchezo huo ambao unatarajiwa kufanyika tarehe nne mwezi huu wa kwanza. Kwa hakika tunaiombea heri timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars iweze kufanya vizuri kabisa na kuandika rekodi nyingine kabisa ya kuingia hatua ya robo fainali katika kombe kubwa kabisa barani Afrika, kombe la mataifa ya Afrika almaruf kama Afcon. Basi kufikia hapo, sina tena la ziada ni kutakia.